Kabla ya kulizungumzia neno hili, wache ni, ni, niseme hili na niwakumbushe watazamaji kwamba wakati wa uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili e, makundi yale yote ambayo yaliingia hapa e, kuangazia uchaguzi wetu, kila ripoti nimesoma kutoka kwa makundi hayo imetenga sehemu muhimu ya kuzungumzia kuhusu mashirika ya usalama na vyombo vya usalama katika taifa letu tukufu la Kenya. Wakati huu mimi nilikuwa waziri wa usalama, na sijapata nafasi mwafaka kama hii kuwashukuru viongozi wa sekta ya usalama katika nchi yetu ya Kenya vile tulifanya mambo ya uchaguzi katika mwaka wa 2022. Na na nikianza kuzungumzia maneno ya usalama na uchaguzi, eh, watazamaji wanaweza ku elewa kwamba ninazungumzia mambo ambayo mimi ninaelewa kabisa na mambo mimi ninayajua. Tumeona chaguzi ndogo zimefanyika katika sehemu mbalimbali za Jamhuri ya Kenya. Tumeona visa vingi vya utu wa nidhamu. Tumeona visa vingi vya vita na ufunjaji wa sheria. Tumeona sehemu zingine kama pale Nyamira eh, makundi eh, ya ugaidi ama makundi ya kufunja sheria wakitembea na mishale wakitembea na mpanga na mambo kama hayo, na wako na viongozi ambao wamechaguliwa na wanajulikana. Sijawahi kuona ama kusikia hata mmoja ambaye amekamatwa na mm. kupelekwa mbele ya mahakama mm. na hayo maneno ya violence yamefanyika katika literally, kila mahali tumekuwa hmm. na uchaguzi zinji recently. Bayale North ilikuwa ni wazi kabisa, unaona magari ya serikali inatumika, wafanyakazi wa serikali wanatumika, hata mawaziri wanajihusisha kwa mambo ambayo hawapaswi kujihusisha wakati wa uchaguzi huo. E, Malava, same story. Unaona wazi kabisa, wakati hata risasi zimepiwa na walinda usalama alafu kisha baadaye wakubwa wa usalama wanasema eti mheshimiwa anatembea, ama wale wengine walikuwa wanajifanya agukuwa na kisa cha ukosefu wa usalama katika mipango hiyo, hmm. Kama ni ungeniuliza niwapee alama hawa me ya uchaguzi katika uchaguzi huu ningewapea C minus. Mm, wamefanya uchaguzi huu, na mimi naofia kwamba kama vile wameufanya uchag uchaguzi hizi ndogo ni mfano wa nataka kuandaa na kujipanga kwa uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Hakika tuko na shida, hmm, kwa sababu yale mambo tumeona katika mbele yale mambo tumeona katika mbele shida na walinda usalama mm. Alafu kisha baadaye wakubwa wa, wa usalama wanasema eti mheshimiwa anatembea, ama wale wengine walikuwa wanajifanya akukuwa na nagukuwa na kisa cha ukosefu wa usalama katika mipango hiyo mm -hmm. Kama ungeniuliza, ni niwapee alama awa tume ya uchaguzi katika uchaguzi huu, ningewapea C minus mm -hmm. Wamefanya uchaguzi huu na mimi naofia kwamba kama vile wameufanya chaguzi hizi ndogo kama ni mfano wa uh... nataka kuandaa na kujipanga kwa uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Hakika tuko na shida mm, kwa sababu yale mambo tumeona katika mbele, yale mambo ambayo tumeona Malava ni mambo ya ajabu sana, utoa nidhamu kutoka kwa viongozi ambao tume ya uchaguzi haijaadhibu. Hawa ni kule tu ee, Omar B walitosha wale faini ya shilingi milioni moja mm, kwa sababu ya e, e, violence katika kampeni hiyo tu, ndio e, kesi tuko nayo ambao tume ya uchaguzi imechukua hatua mm. Wangechukulia hawa viongozi wa serikali hatua Unajua, nikuambie hivi ndugu yangu, kama serikali na viongozi wa serikali hawataki kutii sheria mm. wananchi na watu wengine wa kawaida wanawezaje kutii sheria? Kama serikali haiwezi kutii sheria mm. kwa sababu ni lazima serikali itii sheria kwanza, kama kielelezo chema na kueleza wananchi, hivi ndivyo tunastahili kuishi. Lakini kama serikali haizingatii sheria, haitii sheria serikali yenyewe viongozi wa serikali ndio wanavunja sheria hadharani makusudi, mm. magari ya serikali kuyatumia, vyombo vya serikali. Nasikia yale mambo ambayo yalikuwa yakifanyika pale mm. hongo na kuhonga wapiga kura na mambo kama hayo inaendelea, na tume ya uchaguzi haichukui hatua mm. hilo ndilo jambo mimi mm. naonelea kwamba ilikuwa shida. Nawaomba mm. na, na, na sana wakuu wa uchaguzi Kenya hii aza mm. wale wa tume ya uchaguzi ninawaomba wafikirie hili jambo mm. na walitafakari sana, kwa sababu ni rahisi sana kupata shida kwa nchi kama hii yetu ya Kenya, sababu wananchi wakifika, ukiangazia, ukifikiria mambo ya 2007 wakati ulikuwa na shida baada ya uchaguzi, ujiulize kwa nini nchi yetu ilifika hapo. Ni kwa sababu wananchi walikosa imani katika tume ya uchaguzi, wananchi wakakosa imani katika vyombo vya usalama na viongozi wa usalama, wananchi wakakosa imani katika mahakama. Wakati huu wananchi wako na imani na mahakama ndio, mm. wananchi wanaangalia viongozi wa serikali wanazungumza hivi hivi, hawako straight na hii maneno ya uh, utofu wa nidhamu katika uchaguzi mm. na tume ya uchaguzi tayari imeonyesha ime wazi kwamba mm. wanaegemea upande wa serikali na wameshindwa kuchukua hatua mm. eh, wakati tumeona viongozi wa serikali wakiyafanya yale ambao wameyafanya na wananchi wanaangalia mm. tukiendelea namna hii mm. tutakuwa na shida. Aii na, unaf, unafikiria tufanyaje wakati huu manake, bado ni hiyo tume itakuwa inasimamia uchaguzi. Bado unasema kuna uvunjifu wa sheria kulingana na kanuni za uchaguzi na kadhalika. Hawa wadau wengine, wanasiasa, makanisa na mashirika mengine ambayo yanaegemea katika upande e, wa haki ama usimamizi wa haki yafanyaje kabla? Manake ni mwaka moja uchaguzi unakuja. Unajua, tuseme tu ukweli hakuna vile tunaweza kufanya uchaguzi nje ya sheria, kwa sababu tukifanya uchaguzi nje ya sheria nje ya katiba yetu ya Kenya, huo sio uchaguzi na nchi yetu itakuwa imeharibika. Lazima tufuate katiba na lazima tufuate sheria. Hakuna namna ingine ya kuhakikisha e, ustawi wa nchi yetu e, na kuendelea kwa nchi yetu bila kufuata katiba na bila kufuata sheria. Tume ya uchaguzi iko na mahali pa kipekee katika katiba yetu, kwa sababu wao ndio wanasimamia vile wa Kenya wanachagua viongozi wao. Wakati huu tuko na shida, kuna malalamiko kwamba serikali imewasajili na imewapea vitambulisho watu ambao sio wa Kenya kwa namba kubwa kutoka sehemu fulani za nchi yetu ya Kenya. Haya, mm. Ni maneno yamezungumzwa, yameandikwa na vyombo vya habari. Tume ya uchaguzi hatujaona wakiitisha eh, investigation, hatujaona wakizungumzia hilo jambo. mm. Sisi wote kwanza, tuimize kwamba tufuate katiba. Pili, washauri tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba wanafuata sheria. Tatu, tuwahimize tena kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yao vile wanatakiwa kuifanya kisheria. hmm. Lakini waelewe kwamba na vile mimi nasema kila wakati, sisi wananchi wa kawaida na wanasiasa, hasa wale wa upinzani, tutafanya vile serikali itatuonyesha serikali hmm, kituonyesha kwamba tunafuata sheria, hivyo ndivyo tunafanya, tutafuata sheria. Serikali kituonyesha kwamba eh, kila mtu ajitetee, labda sasa tutafute namna ya kujitetea, because utafanya nini? Unawezaje kula mwananji sababu wakati makundi waziri wa usalama, before eti polisi hawajui ni akina nani walikuwa wakifanya maneno kama hayo. Hmm. Eti watu wanatembea na mishale mchana mchana, wanatembea na mishale na panga mchana, wakionekana na watu na mishale wamebeba mishale na mikuki mchana hadharani, kutisha wananchi na polisi wanawaangalia, hmm. wakifanya hayo maneno na viongozi wale ambao wako na hao watu wanaonekana sasa. hmm. wananchi ukiwasukuma, na ndio nilisema haya maneno wakati nilikuwa kwa mkutano na Embu, eh, the other day kuna limits utasukuma watu hata nchi zile ambazo zimekuwa na amani wakati wote, ukisukuma watu kufikia ukuta. Na, na ndio imani ya Daktari Fred Matiang'i ya kuingia ikoloni ya mwaka 2027, mtazamaji akichanganua hoja kadha wa kadha kuhusiana na utendakazi wa idara tofauti nchini Kenya. Tuchukue mapumziko mafupi tu tueradhi mtazamaji kwa mkanganyiko huyo, huo sauti, lakini tutarekebisha hilo halafu turejee na mahojiano yake Daktari Fred Matiang'i. Sende mbali.